Simulizi hii ya Shadrach, Meshach na Abednego ni moja ya hadithi zenye nguvu zaidi katika Biblia, inayotufundisha kuhusu imani isiyotikisika, utii kamili kwa Mungu hata katika hatari kubwa zaidi, na jinsi Mungu anavyoonekana katika nyakati za giza na moto mkali. Tuanze safari yetu ya kiroho hadi Babeli ya kale. Fikiria hili kwa dakika moja. Wewe uko peke yako katika umati mkubwa. Kila mtu anapiga magoti, muziki unalia kwa sauti kubwa, shinikizo linakuja kama wimbi la bahari. Lakini moyo wako unalia hapana, sitapiga magoti kwa sanamu ya dhahabu, sitaiabudu chochote isipokuwa Mungu wangu pekee. Je, unaweza kusimama hivyo? Je, una imani inayoweza kusema hata kama Mungu hataniokoa bado sitabadilika? Hii ni hadithi ya wanaume watatu vijana wenye damu moto waliokabiliwa na uchaguzi wa maisha au kifo. Hii ni hadithi inayotukumbusha kuwa imani ya kweli si ile inayotegemea maisha kuwa mazuri kila wakati. Imani ya kweli ni ile inayosema Mungu anaweza kuniokoa, lakini hata asiponifanya hivyo, bado nitamwabudu yeye pekee. Hii ni simulizi ya Shadrach, Meshach na Abednego, Danieli sura ya tatu. Tuanze kwa kurejea nyuma kidogo ili tuone mazingira yaliyowazalisha wanaume hawa wenye imani ya chuma. Miaka mingi iliyopita wakati wa nabii Yeremia, Yerusalemu iliangua. Wababeli chini ya mfalme Nebukadneza walivamia Yuda, wakateketeza hekalu, wakawachukua mateka wengi na kuwapeleka Babeli. Miongoni mwa hao walikuwepo vijana wanne wenye akili na sura nzuri: Danieli, Hanania, Mishaeli na Azaria. Walipofika Babeli, walifanyiwa jambo la kikatili zaidi kuliko kuwachukua mateka tu. Majina yao yalibadilishwa ili kuwafuta utambulisho wao wa Kihebrania na wa kiimani. Hanania akaitwa Shadrach, maana yake inahusiana na Mungu wa Babeli. Mishaeli akaitwa Meshach. Azaria akaitwa Abednego, maana yake mtumishi wa Nebo, Mungu wa hekima wa Babeli. Hata Danieli akaitwa Belteshazara. Hii ilikuwa si mabadiliko ya jina tu; ilikuwa jaribio la kuwafanya waache Mungu wao na kuabudu miungu ya Babeli. Walifundishwa lugha ya Wakaldayo, walipatiwa chakula cha kifalme ambacho kilikuwa na uchafu kwa Wayahudi na walilazimishwa kuishi maisha ya kitamaduni ya Babeli. Lakini vijana hawa hawakukubali kufutwa utambulisho wao. Danieli alikataa chakula cha kifalme, Shadrak, Meshak na Abednego walidumisha mioyo yao safi kwa Mungu. Hawakubadilika. Ingawa majina yalibadilika, imani yao haikubadilika, ingawa walikuwa mbali na nchi yao. Hii ndiyo msingi wa simulizi yetu, imani ambayo haitegemei mazingira mazuri, bali moyo uliojitolea kwa Mungu. Siku moja mfalme Nebukadneza aliamua kuonyesha uwezo wake wa juu. Alitengeneza sanamu kubwa sana ya dhahabu. Urefu wake ulikuwa dhiraa 60 ni takriban mita 27, na, na upana wake dhiraa 6 ni sawa na mita 2.7. Hii ilikuwa sanamu kubwa kuliko yoyote iliyowahi kuonekana, ishara ya ufalme wake usio na kifani na miungu yake akaisimamisha katika tambarale ya Dura karibu na Babeli. Kisha akatuma amri kwa maafisa wote wa ufalme, maamili, manaibu, maliwali, makadhi, watunza hazina, wakuu wa wilaya, wote hudhurie uzinduzi wa sanamu hiyo. Wakati wa uzinduzi, mwalimu wa muziki alilia kwa sauti kubwa, e, watu mataifa na lugha zote, mnaposikia sauti ya tarumbeta, filimbi, zeze, kinubi, nyuzi na vyombo vyote vya muziki, maangukie chini na kuiabudu hii sanamu ya dhahabu. Na yoyote asipoanguka na kuiabudu, atatupwa mara moja ndani ya tanuru la moto mkali. Hii haikuwa ibada tu, ilikuwa jaribio la utii kwa mfalme na mfumo wake wa kidunia. Ilikuwa shinikizo la kila mtu kuonyesha kuwa hawana Mungu mwingine isipokuwa yule aliyesimamishwa na mfalme. Sauti ya muziki ililia kwa nguvu, tarumbeta zilipiga kelele, filimbi ziliimba kwa sauti moja, kinubi na zeze vililia kwa sauti moja. Umati mkubwa ulianguka chini kama majani yanayoanguka wakati wa mvua. Mataifa yote, lugha zote, walianguka na kuabudu. Lakini katikati ya umati mkubwa huo, watu watatu walibaki wamesimama. Hawakupiga magoti, hawakuinama, hawakutetemeka. Walisimama wimba kama miaka katika bahari la wimbi. Wengine walipiga magoti kwa hofu, wengine kwa shinikizo, wengine kwa sababu kila mtu anafanya hivyo. Lakini hawa watatu hawakuwa kila mtu, walikuwa wana wa Mungu, walikuwa na ahadi kwa Mungu wao wewe ndiye Mungu wangu na sitaishi kwa ajili ya mwingine. Hapo hapo, watu wengine labda wakaldai, waliokuwa na wivu, walikimbia kwa mfalme, walimshtakia kwa hasira: Ee mfalme, kuna wayahudi watatu umewateua kuongoza wilaya Shadrack, Meshack na Abednego hawakutii, hawakuabudu sanamu yako, hawakupiga magoti. Tambua hili. Ukisimama kwa imani yako, usishangae kuwa na maadui. Ukisimama pale wanapoanguka watu watakuchukia, lakini hiyo haimaanishi kuwa umekosea, inamaanisha kuwa umesimama kwa haki. Nebukadneza akakasirika sana. aliwaita watatu hao mbele yake, kwa hasira alisema Je, ni kweli Shadrach, Meshach na Abednego kwamba hamwabudu Mungu wangu wala kuiabudu sanamu ya dhahabu niliyoifanya? Sasa tayari, mnaposikia muziki, maangukie na kuabudu. Kama mtafanya hivyo, mtatupwa mara moja ndani ya tanuru la moto mkali. Na ni Mungu gani atakayewaokoa mikononi mwangu? Hapa ndipo wakati wa uamuzi mkubwa ulipofika. Wangeweza kusema Samahani mfalme, tutafanya hivyo mara moja. Wangeweza kujificha nyuma ya hofu, lakini hawakufanya hivyo. Shadrach Meshach na Abednego wakamjibu kwa ujasiri wa kushangaza: E Nebukadneza, hatuna haja ya kukujibu katika jambo hili. Mungu wetu tunayemwabudu ana uwezo wa kutuokoa katika tanuru la moto, na atatuokoa mikononi mwako, e mfalme. Lakini kama hata hivyo ujue e mfalme, kwamba hatutaabudu miungu yako wala hatutaiabudu sanamu ya dhahabu uliyoifanya. Hii ndiyo imani ya kweli, siyo imani ya kama utanifaa, siyo imani ya kama utanibariki. Ni imani inayosema hata kama tanuru litawaka, hata kama maisha yatapotea, bado sitabadilika. Mungu ni kweli, na nitamwabudu yeye pekee. Mfalme alikasirika hadi uso ukabadilika. Aliamuru tanuru liwashwe mara saba zaidi kuliko kawaida. Moto ulikuwa mkali sana hivyo kuwa askari waliowabeba vijana hao wakiwa wamefungwa na kamba waliungua na kufa hata kabla hawajamkaribia tanuru. Vijana watatu walitupwa ndani ya tanuru, wamefungwa, wamevaa mavazi yao ya kawaida na wakiwa na kofia zao. Ghafla Nebukadneza akasimama kwa mshangao mkubwa, akapiga kelele, "Je, hatukutupa watu watatu wamefungwa ndani ya moto?" Watu wakasema ndiyo, e mfalme. Akasema, "Lakini mimi naona watu wanne wakitembea katikati ya moto, hawajafungwa tena na hawana madhara yoyote, na yule wa nne ana sura kama mwana wa Mungu." Moto haukuadhabu tena kamba zilichomoa na kuanguka. Miili yao haikuungua, nywele zao hazikuchomeka, mavazi yao hazikuharibika. Na muhimu zaidi, Mungu hakuwaondoa katika moto, aliingia ndani ya moto pamoja nao. Yule mwana wa Mungu aliyekuwa nao ni ishara ya uwepo wa Mungu mwenyewe katika mateso yao. Mfalme aliwaita watoke, Shadrach Meshach na Abednego walitoka katika moto. Hakuna hata nywele moja iliyochomeka. Mavazi yao yalikuwa sawa kama yalivyokuwa, hakuna hata harufu ya moshi iliyowapata. Nebukadneza akasema kwa sauti kubwa, na ahimidiwe Mungu wa Shadrach, Meshach na Abednego Aliyetuma malaika wake na kuwaokoa watumishi wake waliomtaminia yeye, na wakakataa amri ya mfalme, wakajitoa miili yao ili wasiabudu wala kuabudu Mungu yoyote isipokuwa Mungu wao pekee. Kisha akatoa amri mpya, yoyote atakayesema neno baya kinyume na Mungu wa Shadrach, Meshach na Abednego atakatwa pilipilipili pili, na nyumba yake itafanywa chungu cha taka, na akawakuza watatu hao katika wilaya ya Babeli. Mafundisho ya kina kwa maisha ya leo. Moto si adabu kila wakati. Wakati mwingine ni darasa la Mungu. Tanuru haikuwa mwisho wa imani yao, ilikuwa mahali pa kuona utukufu wa Mungu. Usisubiri wengi waunge mkono msimamo wako. Umati ulianguka lakini watatu waliosimama ndio waliokumbukwa milele. Mungu haondoi kila tanuru, anaingia ndani yake pamoja nawe. Huenda usiondolewe kwenye shida, lakini hautaachwa peke yako humo.